Kwenye muziki tuna watu kama wakina Diamond Platnumz, wakina Harmonize, mm -hmm. ambao wanaweza kaamka tu asubuhi wakaandika chochote kile e, watu kuna akaenda, alafu kwenye mpira tuna Zelisa anaweza kaamka akaamka na kiongozi fulani wa mpira kaamua tu kuwa hivo, yani yeye tu akikuwa hivo kwenye njia yake yeah, yani, mm. Manara tu iko ana imeji yake fulani kwamba whatever want to say nitasema, a kitakuumiza vipi eh? Is up to you. Sasa Manara bwana, jana alizungumzia kuhusiana naana it's like kama, na, na, eh, anawaappreciate exes wake You understand? mm -hmm. Na hii inatokana na watu wanaona kuna mahusiano ambayo hapa karibu ameanza ku comment comment. Sasa Manara, baada ya kuandika hiyo appreciation post kupitia ukurasa mm -hmm. wake wa Instagram, aliyekuwa mke wake anaitwa nani vile Rubina, Rubina, amemjibu kwamba e bwana e usiniweke na usinitumie. mm -hmm. Usinitumie, usini usinitumie, usinitumie, usinitumie, usinitumie Mi naitwa Riki niko na Sarafina Jeri binti wa Jeri tukiwa napewa nguvu za kutosha na Silent Ocean simba wa bahari, Jesus Sound bila kwa sahau, Magic Builders International bana. Uh, moja kati ya wake wa Manara ambao hawaangaikagi kabisa na mitandao mm. ni Rubina mm. ani Rubina, yeye amechagua maisha yake mengine kabisa, kuishi kwamba ah bana, we mm. Mi mitandao sio vitu zangu mm. kwa kweli mi ntaendelea na maisha yangu mm. uh, nisomee ile post ambayo alikuwa ameiandika Manara husiana na, na wake zake and then au kama, wuyu, kama wuyu ngoja, yeah, ngoja okay, nisom alipost <coughs> picha ya Rubina ya kwanza amezifuta. Aliposti picha ya Rubina ya kwanza yeah, and then ukislid unamkuta Rushaina pale, and then yeah, sure. Akaandika, pengine haikuwa riziki kwao na kwangu pia, hmm na kutengana kwetu lazima kulitokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu kama mm. binadamu yeah, ila bado nakumbuka moments nzuri pia wakati tukiwa pamoja. Nafurahi furahi pia nikiwaona wamebakia na classic ile ile na mvuto wao ule ule. Ni heshima kwangu kuachana kwa, sio uadui na lazima maisha mengine yaendelee. Ibaki uh, anasema ibaki kuombeana heri na kusameheana tulipokoseana, tulipokosana uh, hawa wanajua vizuri moyo wangu na wanajua kwamba nawaombea maisha bora na hata waume wa bora kuliko Bugatti. All the best kwenu. Sitaki maswali zaidi and no comment. Itakuwa anasema itafutwa kabla ya reforms hawajanijazia nzi uh, Rubina Salum akaweka kopa, Rushaina akaweka kopa. You see alikuwa anajaribu kuwa appreciate kwa moment. By the way, hawa ndo wake zake ambao alitutesa nao Instagram, yes. Walikuwa waenda vacation pamoja wake zake wawili na yeye mm. Anaongozana nao, achana na hawa wakina Zailisa ambao alikuwa anaongozana na Zailisa peke yake. Zailisa alikuwa kwenye ndoa, yuko peke yake, si ndio? mm. Hawa walikuwa pamoja, mke mkubwa na mdogo. Rubina mkubwa, Rushai na mdogo mm. Manara akawa naenda nao Dubai mm. Wako pamoja huku na huku, wanapiga picha za pamoja mpaka tukasema That's good wanapendana hmm. mke na, na mke mkubwa na mdogo wanaonyesha mapenzi ya dhati na wanakomentiana. Unajua zile hata hmm. kwenye harusi ya misa Mobeto walikuwa pamoja Rushaina na Rubina uh, unajua Mobeto ni rafiki wa Bugati hmm. so wake zake ni, ni, ni utaona tu ana, ana u, urafiki na Mobeto kwa sababu sikaka amewakutanisha yeah. Uh, Manara, so hata Rubina na, na, na Rushaina walikuwa pamoja kwenye harusi ya ya Mobeto kwa sababu waishakutanishwa na uh, huyu Haji Manara so mm. Haji anasema moments nzuri zile ambazo walikuwa wanazifanya, ndo hizo kwenda sijui mbuga za wanyama nini, wakipiga stori, wenyewe wanajua moments zao nzuri mm. sema nazikumbuka walishindwana lakini kibinadamu kusameana kupo mm. Sasa sisi tukasema wa, wow, Manara Manara kakua mm. ah, sana, tunatamani tuione na kozailisa pia, watu walikuwa na comment hivyo. Unajua Rubina mm. yeah. akaja mm. akaandika hivi mm. Tafadhali staki drama, manyanyaso niliopitia kwako Mungu ndio anajua. Hakuna neno chafu sijawahi kusikia kutoka kwako Umenitesa sana kwenye ndoa mm. Umenidharilisha, kunikashifu na kunidharau, kama akaweka neno fulani si zuri, nasema. Kila tusi ulinipa, sikuwahi kuwa na heshima ya mke kwako, maneno ya kashfa hadi kwa mtoto wako. Na bado anasema muach... na bado ukaniachia mzigo wa malezi hadi leo mm. tangu nitoke kwako, huyu mtoto hata sura yako haijui, na nimekaa kimya muda wote kulinda heshima. Alafu leo unaniposti kwa jema lipi? Tafadhali naomba usinitumie kwenye drama zako, ulionipitisha nayo yanatosha mm -hmm. Sitaki zaidi. Endelee na maisha yako, niache niendelee na maisha yangu na mwanangu. Naishi na kauli yako, kamwe sitakuja kutia huruma hapa kamwe. Inshallah, I promise you, asante ah. Lakini haikuishia hapo mm -hmm. uh, nikujuze tu kwamba uh, Manara alikutana na hii post ya mm, Rubina. Okay, na akaona alichokiandika Rubina, mm, na yeye akatia comment pale <clears throat> akaandika hivi kwenye peji yake, kwenye peji ya, ya, ya rubina aka comment pale mm, ali, alichokiandika hiki kwamba alimdharilisha mm, alimtukana kwenye mm, ndoa yao, akaja ku comment akaandika kwako sitafaidisha mtu hata iweje, cause tushazaa na wewe unajua ukweli wote kuhusu mtoto, ila one day, yatapita hayo ya drama za insta na mtoto ataendelea kuwa wetu sote insha Allah. jitahidi z, anasema jitihada zote za kifamilia nimefanya na wewe unajua. ah, drama iwe kwako uliyenizaa, anasema tuliyezaa. comment itaishi kwa dakika tu, so aishaifuta comment okay. mm -hmm. so uh, anachojaribu kusema Manara ni kwamba kuna vita inaendelea kuhusiana na mtoto wao mm. Yeye na rubina na ukweli Rubina anaujua mm -hmm. Lakini pia yeye ameshapigania hii vita kama familia mm. Aya, amepigana kifamilia, lakini anaamini ipo siku moja yataisha na wataendelea kuwa wazazi wa mtoto wao pamoja. By the way, mtoto unayemzungumzia hapa ni ule mtoto wa kiume wa Manara ambaye alifanyiwa arobaini kama unakumbuka, ambayo Diamond alikuwepo pia mm. na mtoto alipewa jina la GSM yeah. la Galib yeah, sema Manara ndo analitamka vizuri hili jina mm. sema Galib. yeah, Galib. so mama Galib na baba Galib mm. walikuwa wamepishana mtandaoni kidogo, na hivi nafurahi na, na, na kuona Manara na yeye anashuka kwamba ukweli upo na wewe unaujua, mm. Inshallah siku moja utajua mambo ya familia, baby drama drama. Uh, baby, baby, baby mama drama huwa, well, ni mambo ya kawaida sana mkisha, mm -hmm. kuwa na familia, yani iko hivyo, kwa sababu unajua kiliwaukutanisha kili upendo mpaka mkaweza kupata mtoto. Uh, inapoonekana kwamba mmeachana, lazima kuna maumivu na kuwepo kati yenu wote mm. but... sema, sema sipendi hii. Ni mimi nilikuwa napenda Rubina alivyokaa kimya, nilikuwa nasema sema ne Manara, kama ni appreciation changa, tumia tu DM moja. Si nyinyi ndo mnataka, anataka so, ndo mtu anaona kama vile unamtumia sasa. mambo ma, mm. kama haya mnaweza, kwa sababu unajua Manara hakuwahi kusema chochote kuhusu huyu na huyu, hakuwahi sema chochote and it was good kwa umri wa Manara, au kuhusianisha umri, no shino. kwa umri wa Manara kuna baadhi ya vitu, sio drama za kukata na mitandaoni, kwake sio image nzuri. Mambo ya familia unajua bwana, sisi vijana vijana bado